Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Kishki TV. Leo tena katika siku nyingine tumekutana hapa katika mwendelezo wa kipindi chako bora kabisa, kipindi pendwa cha Ramadhani quiz. Leo tena Ramadhani quiz imeibukia hapa maeneo ya Buza. Kama kawaida, lengo langu ni lile lile, kuwa challenge Waislamu ambao nitabahatika kukutana nao kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani mwanzo wa Ramadhani quiz ndio mwanzo wa Ramadhani quiz lakini mwisho wa Ramadhani quiz ndio mwanzo wa tumekubamba na robo karne kama kawaida, tunaanzia na Ramadhani quiz nyuma ya kamera ni Omari Salum Ng'anga, mimi ni mwana mali mashi swali so langu leo, nataka watu waniambie kuna e, katika ibada ya funga ina sunna zake, sunna za ibada ya funga ni zipi? Mtu akitaja moja tu itakuwa ametosha, ameingia kwenye mfumo wangu, kwa maana atakuwa amejipatia jibu siku utajua hujui ndio siku ambayo utajua ulikuwa hujui. Mimi ni mwana mali mashi, naanza na brother hapa. Brother, habari wewe? Safi. Habari wewe? Mzima. Mimi mzima. Unaitwa nani? Ramadhani Saidi. Ramadhani, mwezi wako. Naam. Naam. Umefunga mufti kama sie mashehe mahojiaji, wewe ni shekhe mzuri. naam. Sana. naam. Mapigapiga kidogo, inshallah, Mungu ametia wepesi kwa kiwango nilicho nacho. Juzu umemaliza naam? Ulisha sura gani? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Amina. Sura Al-Fatiha. Naam. Ulishia pale. He, she, akawa ameondoka. Nikaja huko okay. huko au kwa na huku bahati mbaya mashia hamna tena. Mashia wapo lakini harakati za kimaisha. Sio mbaya sana. Ila muda unao. Eh, muda ninao. mimi nakuuliza swali. Ukipata na, nakupa zawadi sawa? Wewe umefunga? Naam. Naomba niambie sunna moja tu ya ibada ya funga ni ipi? Sunna moja ni ipi hmm. ambao unaijua ibada ya funga. Sunna moja baada ya ifunga ya funga. Sunna moja ni cha kwanza kabisa. Kumshukuru Mungu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh-huh. Na cha pili mimi nataka nataka moja moja tu tu kumshukuru Mungu, Kum, Mungu sio. Naam, kumswalia na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoja kaka akusaidie hapa. Brother, salaam alaikum. Mzima alhamdulillah. Ndugu yangu Amri Amri Musa Musa wangu, sunna moja moja ya ibada ya funga ambayo unaijua ni ipi? Kuna sunna kama 4 5 hivi lakini tu sunna sunna ibada ya funga swali la kamili

unikusaidie bwana au semaje, au jibu nalo kuache? Kuna sunna nyingi za ibada ya funga. Kwanza ni kula daku. Umeona? Kuchelewesha kufutari yaani, no, kuchelewesha kula daku. Alafu kula daku yenyewe ni sunna, kuchelewesha daku ni sunna, kuwahi kufuturu ni sunna. Chukua hiyo. Haya, asante sana. Shwagu, hali yako, tunashukuru. Unaitwa nani ndugu yangu? Mimi naitwa mwin Mwinyi. Vipi swaumu inapanda? Eh, inapanda. Inapanda. Nakuuliza swali ndugu yangu ukipata nakupa zawadi sawa? Yeah. Naomba uniambie sunna ya ibada ya funga moja tu ni ipi? Mtiani, <coughs> sunna ya ibada ya funga. Mtiani, funa mtan sijejua, wananchi mwananchi wakusaidie, afu narudi kwako. Eh. kutoa zaka nayo ni sunna ya mwezi huu wa Ramadhani hususan kuwasaidia watu wenye uhitaji maalum wa kusaidiwa. Anasema kutoa zaka. Kutoa zaka. Eh, hiyo ni kutoa zaka ukiwapa watu wenye uhitaji maalum. Sunna ni kitu ambacho usipofanya unaumiwi. Sa, sawa, lakini pia ukifanya ni vizuri zaidi, si ndio? Unapata thawabu. Unapata thawabu. Sasa je, kuto ukifunga kuto kufuturu ile sio lazima yep. yani kufuturu, kufuturu kufuturu kufuturu au kula daku eh. yani yani eh. Eh, lazima eh. Eh, sunna za ibada kula ni kuwahi kufuturu yani kufungua yani muda ukisha kuwa umeadhiniwa kwa pale, utakuwa uwai ufungue, alafu uendelee na shughuli zako, sio kufuturu, kuwai. Sawa, nashukuru sana shehe wangu. Na kula daku. Ndio. Ni sunna. Aha. Na kuchelewesha kula daku. Eh. Nashukuru sana kaka. Asante kwa challenge. Uko vizuri. Haya, <laughs> shehe wangu Waalaykum salamu, mzima? Mzima kwema. Ay, nani, habibi? Abu Abu Bakar, umefunga ndugu yangu? Hey, naomba uniambie shekhi wangu sunna moja tu ya ibada ya funga, sunna hii moja ibada ya funga ni ni ipi? Sunna moja ibada ya funga ni kuwahi kufuturu, kuchelewa kula daku. Ah, Abu Bakar takbir. <laughs> Allahu Akbar. Haya, broza amepiga mwingi sana. Picha moja kumbukumbu -kumbu na mshindi wangu. Shekhi wangu, asalaamu alaykum habibi. Salamu. Uko poa ndugu yangu. Mimi naitwa Mash, na doa Kishki TV. Unaitwa nani bro? Mimi naitwa Albabu. Albabu, mimi nakuuliza swali rahisi sana, ukipata nakupa zawadi sawa? Yeah. Umefunga? Umefunga. Naomba nitajie sunna moja tu ya ibada ya funga. funga. Sunna Sunna moja moja, ibada ya funga ah, kuna sunna kama nne hivi au tano za ibada ya funga lakini mita kunitajia hii moja tu. Toa sadaka. Toa sadaka. Kutoa sadaka. Ni jambo muhimu sana kufanya hilo katika mwezi wa Ramadhani. Lakini, nataka katika ile baada ya funga yenyewe ina sunna zake. Yaani ukiwa umefunga hizo ni za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna sunna za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alafu kuna sunna za ibada ile ya swaumu ya kufunga. Yeah. Mimi staki sunna za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nataka lada ibada za swaumu. Haya. Sheikh Muhammad, assalamu alaykum. Sheikh Muhammad umefunga? Mimi naomba uniambie sunna ya ibada ya funga ni ipi? Sunna ya ibada ya funga? Eh, sunna zake. Maana ile ibada ya funga ina sunna zake. Nataka moja tu kusoma takbira. Mwamba tusaidie tarawih. Eh? Tarawih ni sunna ndani ya mwezi wa Ramadhani. Huko sawa. Mimi nataka sunna ya ibada ile ya swaumu yenyewe ya funga. Sunna. Sunna baada ya kufunga niwape elimu. Ibada ya funga ina sunna zake. Sunna ya kwanza ni kula dako. Unafahamu? Kula dako ni fanyaje? Ni sunna. Lakini pili ni kuchelewa kula dako. Dako, sawa eh? moja yani kabla alfajiri ile ya kweli, dakika chache kabla saa kumi kumi huko na moja kasoro, sawa. Na sunna nyingine kuwahi kufuturu, adhana ikiadhiniwa, ukifika tu usio na mambo mengi unawahi kutu. Ali muhimu umefika kabla ya kuswali, ukienda kuswali, hakikisha tayari ushafungua, lakini iwe ndani ya muda, okay. Sawa eh? Mimi nashukuru sana. Ramadhani quiz imeisha hapa, kama kawaida tunamaliza na, na Ramadhani quiz. Alafu tunakuja na, tumekubamba na Robo Karne. Tumekubamba na Robo Karne. Taasisi ya Hikma Foundation unaijua? Ndio. Wana mashindano makubwa mabara yote ulimwenguni si ndio? Ndio. Naomba niambie ile mashindano yanafanyika tarehe ngapi mwezi wa ngapi kwa mwaka huu? Tarehe Tarehe 16 16. mwezi Mwezi wa wa 3. 3. Mashaallah. 25. Takbir. Allah. Ha, brother mpige mwingi sana. Wewe nitakupa zawadi ya nini? Zawadi. Taifa kwa Al-Hikma, taifa kwa Mkapa, tarehe 16 mwezi wa 3. Naomba waambie watu watatu, rafiki zako, ndugu zako, jamaa zako, watu watatu kwa majina fulani fulani, usikose kwa Mkapa tarehe 16 mwezi wa tatu. twenzetu tuenzetu. Wa kwanza namwalika na mke wangu asikose kwa Mkapa. Wa pili marafiki zangu wote wa Kiislamu wasikose kwa Mkapa. Wa tatu wazazi wangu wasikose pia kwa Mkapa. Mashindano haya ambayo yanafanyika tarehe 16 mwezi wa tatu kwa mwaka huu yanatimiza miaka mingapi? Mka 2 akmepiga mwingi sana. sana unafuatilia eh, ah, nafuatilia sana haya ba. Naomba wambia watu wa tatu tarehe kumi na sita mwezi wa tatu wasikose wa kwa mkapa cha kwanza. Nakaribisha marafiki zangu wote walio kwa na Waislamu na sio kwa Waislamu. Pili, marafiki zangu walio kwa AMPM wote wakampuni yangu AMPM wote wafike Nne, ndugu zangu wote walikuwa mikoani na nje ya nchi wote wafike kuhudhuria mashindano haya ni muhimu sana, ambayo hayajawahi kutokea. Twashukuru kwanza Kishki, kwa kutuletea mashindano kama haya, pia yanatuunganisha ndugu jamaa na marafiki. Asante sana, picha moja kumbukumbu, kumbu na washindi wangu wote wa wawili pamoja Hamisi, uko poa? Ndio, mi nakuuliza swali, ukipata na kupa zawadi, sawa? Ndiyo. Al-Hikma Foundation wanaandaa mashindano makubwa ya Quran ya mabara yote ule ulimwenguni pale katika uwanja wa Mkapa, si ndio? Naomba niambiwe mashindano yatakuwa tarehe ngapi? Mashindano yatakuwa tarehe 16. Mwezi? Mwezi wa tatu. Takbir? Allahu Akbar. Mashallah. Ndugu yangu ameupiga mwingi sana. Uambie watu watatu wasikose kwa Mkapa tarehe 16 mwezi wa tatu uwaite kwa majina: Masudi Mkumule, na Abubakar Rashidi na Abdullahi Isa. kumbukumbu kumbu, na mshindi wangu. Tumekubamba na robo karne, tumemaliza kwa namna hiyo, katika maeneo haya ya Buza, Dar es Salaam Tanzania, tulianza na Ramadhani Quiz. Tumemaliza na tumekubamba na robo ya karne. Nyuma ya kamera ni Omari Salum ng'anga Omi. the way, mimi ni mwana wa Maalim Mashi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Siku ambayo utajua hujui ndio siku ambayo utajua ulikuwa hujui.